Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo ni tarehe kumi na nane mwezi wa tano mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili kwa moyo mkunjofu kabisa nikualike kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehan Mzina na hii ni toka Zamani TV.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 kwa kituo cha umahiri upasuaji moyo, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti habari leo limeandika mwalimu matatani kumpa kipigo cha mbwa koko mwanafunzi, habari katika ukurasa wa nne. Mchimbi aongoza maziko fadha Nkwera, simulia alivyombariki, habari katika ukurasa wa pili. Wahudumu wa mabasi wasiosajiliwa Ratra kukiona, habari katika ukurasa wa tatu. Mgawo wa bilioni mbili nukta mbili tano kupewa jumuiya za wanyamapori halmashauri, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania jumapili ya leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi, lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni mchungaji atekwa mchana kweupe, akamatwa na watu wasiojulikana akitoka nyumbani kwake Arusha, akipiga kelele na tekwa na tekwa kuondoka naye kwenye Land Cruiser, baba yake ashughudia asimulia. Baadaye akuto porini West Kilimanjaro amepigwa, atoa maelezo habari. Ndiko kwenye ukurasa ni gazeti hili. Sababu Mkwera kuzikwa na Kanisa Katoliki, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Padri Anton Manseri, ikisema kuna watu siku hizi wamekuwa wakizika miili kwa kuitupa uijoma lakini, eleweni, mwili wa Mkristo una thamani sana na unapaswa kuzikwa kwa heshima zote, ndivyo tulivyomfanyia mpendwa wetu hapa. Habari picha ikionyesha mapadri wakiweka maua kwenye kaburi la Padri Felician Mkwera wakati wa mazishi ya mwili wake aliyofanyika katika kituo cha Mombezi Ubungo Riverside jijini Dar es Salaam na kwenda kwa mama ilivyomwiba kwenye ndoa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili. Mambo sita kugonga vichwa kamati kuu CHADEMA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili imeandika Rais Samia kuto kushiriki uchaguzi si uzalendo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitizame sasa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CHADEMA yamvaa msajili, yasema hana mamlaka ya kutengua uongozi yataka barua yake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamwonyesha mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya kati, mwanasheria Dickson Matata kulia, ni msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi. Gazeti hili imeandika Samia kugoleza moto Dar es Salaam, uboreshaji daftari wapiga kura. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Hiki ndicho chanzo halisi cha ongezeko la single mothers. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe, habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni China imwagia Tanzania bilioni mia moja themanini na tano upanuzi JKCI ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Limeandika CCM yijivunia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi elfu mbili ishirini na tano elfu mbili thelathini ukurasa wa 31 wa gazeti hili umeandika maisha yalivyo. Je, je, inakuwaje vigumu kupata mke au mume sahihi maishani? Ili ni swali ambayo majibu yake utayapata kwenye kurasa za ndani za gazeti Nipashe. Nipashe pia limeandika Guardiola alalamikia ratiba ya ligi kuu, Samia kuimwagia Simba mamilioni habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Ninalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi awapa nasaha umma hujaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dkt Samia ahimiza uhakiki wa taarifa za kupiga kura, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika Dkt Mpango atoa rai kwa BoT, TBA, habari katika ukurasa wa sita. Wizara ya kilimo kukusanya bilioni nane nukta mbili. habari katika ukurasa wa pili. Kundi la Hamas lafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar, kwa ukweli na uwazi. Gazeti leo na mzalendo ninalo mikononi mwangu lenye limeandika uboreshaji daftari la wapiga kura, rais Samia, jitokezeni kwa wingi kujiandikisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. CCM kutikisa Dodoma, kufanya mkutano mkuu maalum Mei ishirini na tisa hadi Mei 30, ilani ya uchaguzi 2025 2030 ikizinduliwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Vijana msikubali kutubika vibaya, Jokate. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Majaliwa aeleza mchango wa sanaa katika kukuza uchumi. Padri, huduma ya tibanyuki itatolewa bure kwa nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Profesa Janabi turufu ya Tanzania ya uchaguzi WHO leo, habari katika ukurasa wa 17. Dkt Mpango kushiriki mkutano usalama wa chakula Brazil, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti wa Machinga ninalo mikononi mwangu lenye limeandika waziri Silaa apitishwa bajeti ya bilioni 291.53, ni bajeti ya wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari haja na vipaumbele sita kuimarisha sekta ya mawasiliano na teknolojia nchini. walituma kwa namba hii kuendelea kushughulikiwa kila kona, laini za simu 47728 zilizuiwa na jumla ya namba za vitambulisho vya NIDA 39 ziliorozeshwa azima. Wizara imejipanga kutekeleza miradi saba ikiwemo ujenzi wa mkonga wa taifa wa mawasiliano kushirikiana na wadau kutekeleza miradi yenye lengo la kuboresha utoaji huduma mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu. Wabunge wa hoji gawio la hisa Vodacom matumizi ya bando ahaidi kukutana na waziri wa fedha mwanasheria mkuu wa serikali kutafuta ufumbuzi huo, habari imeanikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Samia aboresha daftari la mpiga kura Chamwino, habari katika ukurasa wa pili. Tanzania ongeza hifadhi ya dhahabu kwa mkakati a. Habari katika ukurasa wa pili. Magai aongeza utendaji kazi wa ukaguzi wa ndani habari katika ukurasa wa pili. Dkt. Kahuza ni ziara inayoimarisha diplomasia ya uchumi habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika nondo tatu kuibeba Simba. Kilicho yua hiki hapa barua KAF ya shtua habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na ukurasa wa kumi na moja matokeo ikiwa ni Berkane mbili Simba sifuri, mchezo wa marejiano ni Simba dhidi ya Ares Berkane fainali hii itapigwa Jumapili tapigwa Jumaapili tarehe ishirini na tano limeandika Yanga JKT zashika tiketi ya Azam KAF habari katika ukurasa wa nne ni Yanga na JKT Tanzania nusu fainali ni leo Jumapili saa kumi kamili jioni uwanja wa Mkokwani Tanga. Amorim hataki wafuzi Wefa, habari katika ukurasa wa ishirini. Mabosi EPL na msala wa Pep, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Kwa hiki kikosi hatoki, habari iko kwenye ukurasa wa kumi na tano habari, picha ikimonyesha kocha wa Arsenal Mikel Arteta. EPL leo Jumapili ni Arsenal dhidi ya Newcastle United saa kumi na mbili na dakika thelathini jioni Emirates, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, lenyewe limeandika Yanga, JKT, nani kufuzu fainali? Majaliwa aridhishwa ukarabati Kwa Mkapa, asema sanaa ina mchango katika uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani. FIFA ipa Tanzania pointi tatu. Tanzania imepewa pointi tatu katika mechi za mchujo za kombe la dunia elfu mbili na ishirini na sita baada ya FIFA kuiondolea Congo Brazzaville adhabu ya kufungiwa. Lakini pia gazeti ya habari leo limeandika Rais Samia welusengo wapewa tuzo Kenya, habari katika ukurasa wa ishirini na moja kocha Prisons mapambano yanaendelea, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma. Na gazeti hili linakabilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv.